Kasaco Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Serikali imeendelea kuanzisha majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi kuanzia ngazi ya vijiji, mtaa, kata ya wilaya na mkoa, ambapo katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2025, jumla majukua, tano, saba, ya majukwaa 15,147 yameanzishwa, ambayo yameleta chachu ya wanawake ya kujifunza masuala ujasiri ya ujasiriamali, elimu ya fedha na uwekezaji. Haya yamesemwa na naibu maendeleo ya jamii, jinsia, ya wanawake na makundi maalum, mheshimiwa mhandisi MaryPrisca Mahundi wakati akizungumza na wanavikundi vya malezi na matunzo ya watoto Kata ya Ihumwa, Dodoma. Mahundi amesema katika eneo la fursa za kiuchumi, wizara inaratibu na kusimamia jukumu la kuwezesha kiuchumi wafanyabiashara ndogo ndogo na wao wakiwa miongoni mwao watatambuliwa na kuwasajili na kutoa mikopo yenye masharti nafuu, katika zoezi linalosimamiwa na maafisa ya maendeleo ya jamii maafisa TEHAMA pamoja na maafisa biashara ngazi ya mikoa na halmashauri na nukuu: Tangu zoezi hili lilipoanza mwezi Februari 2024 hadi kufikia tarehe 26 Novemba 2025, jumla ya wafanyabiashara ndogondogo laki moja elfu kumi na tano na thelathini na tano ambapo wanawake elfu sabini mia nane tisini na nne na wanaume elfu arobaini na nne mia moja arobaini na moja wamesajiliwa na jumla ya wafanyabiashara ndogondogo elfu arobaini na nne mia nne thelathini na sita ndogo waliosajiliwa wamelipa vitambulisho vyao na kwa kutumia vitambulisho hivyo, benki ya NMB inatoa mikopo ya kiasi cha shilingi bilioni 9.2 kwa wafanya biashara hao, amesema naibu waziri MaryPrisca. Hoye vikundi, hoye, mmeelewa fursa mlizoletewa? Tuzichangamkieni, wakati ni sasa. Huu ni muda wa kuangalia namna gani tunatumia fursa ambazo serikali, ambazo zinatokana na mheshimiwa Rais wetu kuruhusu wizara ya maendeleo ya jamii ziweze kutumika kwa ufasaha na kuona jamii ambayo inaendelea kuishi inanufaika, jamii itakayokuja kwa maana watoto wetu inanufaika. Na ndiyo maana tunasisitiza malezi, malezi ambayo yatafanya watoto watambue na kuthamini mila na desturi zetu, wasitamani mila za watu wengine, kwa sababu hazifanani na zetu za kwetu tumeweza kuziishi na zikatuletea amani katika jamii zaidi ya miaka sitini toka tumepata uhuru. Lakini tukijisahau watoto hawa wakaenda kuiga wakaenda kutumika vibaya kupitia mafundisho wanayoyapata kwenye mitandao ya kijamii, hakika tutaendelea kwenda kupata matatizo makubwa, ambayo waathirika sasa ni sisi wazazi na walezi kwa kumshangaa mtoto aliyetoka ndani kwako ujui namna ambavyo ameshiriki uhalifu huko. Aidha, waziri Mary Prisca mwapongeza amewapongeza wadau wa maendeleo kwa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali katika kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja na familia sambamba na malezi na matunzo ya watoto katika familia. Na nukuu, nimekuja hapa na wenzangu kushirikishana fursa za kiuchumi kupitia vikundi vyenu, lakini pia kuvitumia vikundi hivi kama jukwaa la kukumbushana wajibu wetu wa malezi chanya ya watoto na familia. Na ni imani yangu natambua kuwa familia inajumuisha baba, mama na mtoto au watoto, ingawa kwa mila na duni zetu ndugu na jamaa wakaribu wanaweza kuwa ni sehemu ya familia. Familia ni chanzo cha jamii yoyote ile duniani, hivyo ni lazima kuitambua na kuienzi taasisi hii muhimu, amemsisitiza naibu waziri Mary Prisca. Bado narudi kwetu sisi, ndo walezi sisi. Wakati tunakuwa wa umri wangu na wazaidi yangu tumekuwa tunafahamu mtoto wa mwenzio ni mtoto wako, si ndio? la kijana anakaribiwa, anaelekezwa na mzazi wa mwingine, akajiona anaonewa. Hilo lilifika mahali tulishalifuta ni wasi, kwa muda tuliofikia kwa maendeleo ya kisayansi na teknolojia yalipotufikisha, turudi kuona kwamba mtoto wa mwenzio ni mtoto wako. Ukimkuta kwenye kundi mseme tutumie tu kauli ya kirafiki maana vijana wetu wa kisasa lazima tuende nao, kadiri tulipofikisha tuongee nao kwa lugha rafiki taratibu, lakini kuhakikisha tunamwondoa kwenye kundi baya. Na wewe ukimwona mtoto mwingine ameshikamana na mtoto wako na mtoto wako anaharibika, upasi kukubali, upasi kusubiri kiongozi wa serikali aje sisi wenyewe tusemezane, na katika vikao vyetu vya kiuchumi kama nilivyoongea kwenye risala yangu kwenye hotuba yangu ni lazima tuongee, tutambuane nani amefanya nini, tuongee mambo yanayoendelea yanayotuzunguka kwenye eneo letu ili hawa vijana ikibidi kama huwa wanashinda pale chini ya mti wanacheza karata kuanzia asubuhi mpaka jua linazama, hiyo tabia tuikataze. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ninaamini una uwezo baba, kuona kwamba muda wa kazi, vijana wakashiriki kwenye kazi, baada ya kazi, basi waende pale kwa ajili ya mapumziko, kubadilishana mawazo, lakini haiwezekani saa tatu asubuhi wa wanacheza pool, tunatengeneza vijana gani? Saa tatu asubuhi kijana amekaa kwenye bao anacheza karata, haiwezekani. Shughuli zipo nyingi za kijamii ambazo anaweza akashiriki. Tutengenezeane utaratibu kwenye mitaa yetu, vijana wetu tusiwaache, wako aido. Afu sisi wazazi tunaenda kupambana, basi kama yeye hana kazi, huao na biashara yako fanya naye, ili uwe naye bize Isiwe wewe unakwenda kuwa bize halafu umemwacha mtoto ama kijana nyumbani amekaa tu, akili yake inaanza kuwaza mambo mabaya, maana akili yoyote ikiwa iko idle, hapo shetani naye ndipo anapoitumia, na vijana wanaanza kuingia kwenye makundi. Kwa hiyo niendelee kuasi haya malezi ni yetu sote. Mtoto wa mwenzio, ni mtoto wao. Nao baadhi ya washirika wa, wa, wa kikao hicho wamepongeza serikali na kuwaomba viongozi mashirika pamoja na asasi zinazoshughulikia masuala ya mikopo kufika katika kata zao na kuwapa elimu zaidi juu ya upatikanaji wa mikopo ili waweze kuendeleza biashara zao na kuinua familia zao kiuchumi. ni kusii, mtazamaji wa Kasako Media. Kwa update zaidi, unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kwanza cha kwanza ni mshukuru Mungu aliyetupa kibali siku hii ya leo. Lakini cha pili ni kushukuru naibu waziri kufika kwenye kata yetu ya Ihumwa pamoja na wataalamu wako wote kutoa elimu juu ya uwezeshaji wa vikundi ili watu wajikamue kimaisha. Kwanza hilo nakushukuru. Halijawahi kutokea kwenye kata yetu. Kwa hiyo tunakushukuru sana sana sana pamoja na uongozi wako. Lakini pia ni, ni mshukuru waziri kwa jima, lakini pia ni mshukuru Mama Samia Suluhu Hassan, ni kwa nini mpaka mmekuja chini kabisa kuanza kutoa elimu kuliko kutoa huku elimu huko juu. Elimu hizi zilikuwa zinatolewa huku juu kwa watu wenye majina yao, lakini sio kwa sisi wa hali ya chini. Tukushukuru sana sana na tunawatakia kazi njema viongozi wetu wote, na tunawaombea haya mlioyaongea leo. Hatuhitaji siku ukirudi ukakuta malalamiko kwa wananchi wa kata ya Ihumwa. Asante. Nipende kutoa shukrani zangu la dhati kabisa kwa ajili ya wanakikundi wote, makundi yote ambayo yanahusiana na kata yetu ya, ya Ihumwa, lakini pia nitoe shukrani zangu nyingi kwa ajili ya mgeni rasmi na mwisho nitoe shukurani zangu kwa mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Ihumwa kwa jitihada kubwa ambazo wameanza kuzifanya kuleta mawaziri kwenye kata yetu kwa kushirikiana na viongozi wa chama. Naomba Mungu akubariki sana. Mimi nachukua nafasi hii tu kuwashukuru wageni waalikwa na ndugu mgeni rasmi ambaye umetuongoza na kutufundisha na kutuelekeza jinsi ya kuishi na watoto. Tunakushukuru sana. Kasako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.